Hicho kipimo mm. <muchas> kinakuangalia we mm. Sawa. Sawa. Kina, kina mwili wako, inategemea na dokta, akikuona kama huyu mwanafunzi kwamba kamaliza darasa saba, katika zile fomu mimi zimezipitia. Hata ukienda pimwa ukionekana huyu mwanafunzi ni kwa sisi wa kiume tuseme huyu mwanafunzi amelawitiwa, mm -hmm. sijui amebakwa, sijui ameingiliwa, hakuna eneo ambalo linaonyesha kwamba ajaze pale huyu mwanafunzi amebakwa, mm -hmm. au amelawitiwa, mm -hmm. pale kuna u-ujeuzito uzito, kapime, sijui masuala ya pumu, mm -hmm. sijui magonjwa ya macho, sijui huyu ni mlemavu, umza huyu ni masuala ya usagaji, mm -hmm. Na ushoga ndio kasema hivi, wawe pia tume ya uchaguzi ndio walitakiwa yeye atoe maelekezo kwa tume ya uchaguzi iko kipengele hmm. kiwepo katika e, wakitoa fomu zao za uchaguzi, uchaguzi lakini pia licha kutoa fomu wao ndio wadhibiti wao wapimaji, kuacha kwamba mgombea akipewa ile fomu mwenyewe fomu akapima yeye mwenyewe arudishe, hmm. wawe wafanye kama jeshini. Jeshini unapoomba wenyewe wanazingatia, wanapima wao wenyewe, wanakagua wewe

Wow. Hakulenga Wow. Moja kwa moja yeah. Hakufunguka moja kwa moja yeah. Inawezekana wapo washukiwa ambao wanajulikana ni wabunge wenzao, umeona? Ndiyo maana yeah. Akazungumza kitu kama hicho, umeona? mm. Sasa unaposema kuzungumzia mashine pelekwe ni mihimili tofauti, umeona? mm. mm. Yaani ile ni mihimili, kuna ni mihimili tuna mihimili mitatu: bunge yeah. Mahakama yeah. na serikali. Maana hauwezi ku kufanya serikali haiwezi kutoa mamlaka kusema kila mbunge aende pale kufanya Laki, hiyo Laki, lakini Waitara hakusema kwamba hicho kipimo ni cha serikali, akusema kwamba kipimo ni cha serikali. Yeye ameshauri tu kwamba kipelekwe kipimo, haijalishi kwamba serikali ndio itapeleka au bunge ndio itapeleka. Ulisikiliza Ol, ile point yake vizuri mmm, point yake alikuwa melenga nini? Ulimsikiliza vizuri Waitara? Mmm, lile swali lilikuwa limeenda kwa kwa waziri mora mm -hmm. Ni upande wa serikali ndo waziri pia hana mamlaka kufanyaje kufanyaji kulijibu mm -hmm. Na kama anamuuliza spika speaker, spika speaker naye pia hana mamlaka kufanyaje kufanyaji kulijibu hilo, sasa yani maana yake limetoka katika mfumo. Sasa asa mgoja anakuuliza, kama waziri kwanza, wale walikuwa na waziri wa katiba, sio afya, wa katiba na sheria, basi hapo hawezi kulijibu ila angekuwa afya, lazima liko chini yake kwenye wizara ya corona, basi ndio maana akaambiwa hoja hiyo hawezi kujibiwa, ilikuwa ni katiba na leo na sheria ndio ilikuwa leo siku yake. Sasa ilikuwa katoka nje, lakini point yake mimi na ni nzuri, yani ni hoja yake ni nzuri sana, kwamba yani tungekuwa kwamba tume ya uchaguzi katika hivyo vipengele, mimi na imani kwamba kitu muda ushaenda kwamba wazi